ni kijana wenu wa lori, nimetokea kata ya Kisumwa, kijiji cha Nyanchabakenya. Tumie nafasi hii kiupekee kabisa, kwa peni pole kwa tukio hili kubwa ambalo limetupata kwa mpendwa wetu. Tulimpenda, lakini Mungu amempenda zaidi. Lakini ndugu zangu, inapotokea jambo kama hili kubwa yapo maksudi ya Mungu kutukumbusha kwamba neno la Mungu linasema mavumbini tulitoka na mavumbini tutarudi. Leo mpendwa wetu ametangulia mbele za haki, hatuna budi sote kama jamii moja kama familia moja kushiriki na kufarijiana. Hivyo nilipopata taarifa hii nikaona ni vyema nijumuike na waombolezaji wenzangu kumsindikiza marehemu ikiwa ni siku yake ya mwisho kumwona hapa duniani, lakini tunalotumaini moja kwamba siku moja tutaonana na mpendwa wetu mahala pema peponi. Kwayo ndugu zangu, yanapotukuta mambo magumu kama haya ni wakati ambao tunatakiwa kuwa pamoja, kushirikiana kwa pamoja, kuwapa faraja ndugu zetu waliopatwa na msiba huu mzito. Kwa hiyo kama kiongozi na kama mwanajamii, niko na ni vyema tujumwike kwa pamoja, kushiriki jambo hili kubwa. Ndugu zangu, naombea nyote kwa Mwenyezi Mungu, Ndugu wafiwa, watoto wa marehemu, wajukuu wa kuelima na wengine wote, Mungu awatie faraja, kwani sisi sote tu wapitaji na hatujui ni nani atatangulia mara baada ya hapa.